Kuna mvuta sigara mmoja hivi ameulizwa suali, ni ipi hukumu ya kuswali nyuma ya Shia? Ufupi wa jawabu lake ni kwamba haifai kuswali nyuma ya Shia, lakini madai haya ambayo kwamba walioyatoa ya ajabu ya kwamba haifai kuswali nyuma ya Shia hakuweza kuyatetea badala yake alifanya kama kawaida yake, sababu ni wacha tuseme maneno mengi, lakini akazunguka, akaenda kushoto na kulia, lakini hakuna hujja ambayo kwamba aloitoa. Hujja ambazo kwamba alizozitoa ni shubuhati tu, tena ni shubha hewa ambazo kwamba hazina vichwa wala miguu, kwa sababu unajua, lazima tuwe wazi, lazima tuwe wazi. Ukisema mathalan haifai kuswali nyuma ya Shia kwa sababu kuna baadhi ya furu za kifiqhi ambazo kama tunatofautiana nao, tunakubali si Waislamu. Lakini kuna baadhi ya furu za kifiqhi tunatofautiana nao, mathalan sisi Shafiia au sisi Sunni tunasema miguuni ni kuosha, si pahali pa kufanya nini. Si kupaka, wao Shia wanasema ni kupaka. Hili ni suala ambalo kwamba ni fara katika furuhi za kifiqhi ambazo kwamba ikhtilafu ndani yake yafaa sana, yaani ikhtilafu ndani yake kuna wasaa mkubwa sana wa wanaozuoni kukhtalifiana katika masala kama haya, kwa sababu hilo linarudi kutokamana na kufahamu kwao nusus. Kwa hivyo ukija kusema kwamba mimi nikiwa na, nasema miguu ni ioshe wewe ukiwa nasema kupaka, basi hapo mimi sitofaa kukufuata akhi, Dhayyata alwasi'a. Umelifinya suala ambalo kwamba lina upana, kinyume na akili yako iliyochanganywa na moshi wa sigara na inavyofikiria, kwa sababu ukisema hivyo kwamba fari katika furuhi za kifihi kama hiyo, tukito, tukitofautiana, itakuwa haifai mimi kumfuata ye na ye pia itakuwa hafai kunifuata mimi. Nitakutolea mfano mathala, sisi madhehebu yetu imemshafi mtu akimgusa mwanamke udhu wake umetunguka, hana udhu yani. Akimgusa mwanamke ambaye kwamba ni azinabia, akimgusa mwanamke wa kando, udhu wake hana. Amguse kwa ajili kwa matamanio ama asimguse kwa, kwa matamanio sana, udhu wake ushatenguka lakini Hanabila Ahmad bin Hanbal, la, wana tafsil. Wana tafsil. La, tafsil tafsil, wengine wasema la, mpaka amguse kwa shahawa ndio udhu wake ufanye utenguke, lakini wengine wasema la, akitomgusa kwa shahawa udhu wake hautenguki. Alhasil, lakini hanabila wanasema kwamba ukimgusa mwanamke ya kando udhu wako haujatenguka. Shafiia wanasema udhu wako ukimgusa mwanamke E, wakando umetenguka. Basi na tafsiri haya. Kwa maana hiyo sio, umesema mimi nitajuaje kwamba yule imamu wako na udhu sawa sawa, si ndio? Kwa hivyo utajuaje na huyu imamu wa kihambali ya kwamba amemgusa mwanamke kule, akaenda kuwasalisha udhu watu pasi na udhu, kwa, kwa mtizamo wa madhhabi wa mshafi. Kwa hivyo kwa mtizamo huo, ama mohicho, fai, Mutamba, kwa kipimo hicho pia wewe shafi utakuwa hufai kumfuata mtu ambaye kwamba yupo katika madhhabi ya Ahmad bin Hanbal kwa maana hiyo pia sisi itakuwa hatufai kuwafata mawahabi ambao kwamba wafiki yao wanasema wanafata fiqhi ya Kihambali, na ni kitu ambacho kwamba wewe vuta sigara uloulizwa hilo swala huto likubali, kwa sababu wewe katika watu ambao kama ni vipenzi vyako kubwa, ambao kama unashirikiana nao ni mawahabi. Kwa hivyo nikikwambia kwa kipimo hicho ulichokitoa kuswali nyuma ya mwahabi haifai, utakubali hilo? La kwanza Suala so, la pili yanazungumza ikhtilafat amsukama zipo katika sufufi za uh, za madhhabi yetu sisi ya Ahlu Sunna wal Jamaa, Madhahib al Arba ambako ni maarufu taban, wa illa yako mingi. Madhhabi ya Imam Shafi, mbwa ni najis, tena najisi yake ni mughalladha, najis nzito, ambako kwamba kitu kikirambwa na mbwa inabidi uoshe mara saba, moja katika hizo mara saba uoshe kwa mchanga. Lakini kwa al Imam Malik, mbwa ni kama mbuzi tu sio najisi wala chochote. Kwa maana hiyo, mtu anaweza kurambwa na mbwa akaenda akaswali wala shay alay. Ndio maanake tulipokuwa kule Cairo, tukiona mashekhe wa Kimaliki wanafuga mbwa katika majumba zao, nakuta mtu anakajibu kake anachezea chezea kana mramba ramba, kisha akimaliza hapo aenda kuswali. Kwa hivyo, kwa kipimo hicho, kuswali nyuma ya Maliki itakuwa haifai, lakini Hanabila uh, Hanafia wao si lazima ku <laughs> kuna mambo mengine sitaki kuyazungumza, kwa sababu mambo mengine hadi hata kuyalea na huwa naona haya, lakini alhasil, katika dini hakuna haya. Wacha haya zingine tuyaache, tuseme haya makubwa makubwa. Madhhab ya Hanafia wao, kusoma suratul Fatiha katika swala sio lazima, si lazima kusoma suratul Fatiha katika katika swala. Kwa kipimo kama hicho swala yake huyu mhanafi haiswihi kwa sababu hasomi suratul Fatiha. Si lazima kwa kusoma suratul Fatiha, na wewe kwako kishafi ni lazima na lazima, kwa hivyo kufai kumswali nyume mhanafi. Hizi nimesema ni baadhi tu, lakini wa ila ziko nyingi sana kama hizi. Kwa maana kama hiyo sisi al madhahib al arba itakuwa haifai kusali nyuma ya kila mmoja kati yetu sisi, yani shafi aswali nyuma ya mshafi hafai kusali nyuma ya ya mhambali wala maliki wala mhanafi. Kwa kipimo chako chuo kitoa. Kwa maana hiyo, pia mkienda kule Makka musiswali nyuma ya wale maimamu waki Waki Waki hambali. Tab'an, sisi tuna mawkifu yetu. Tuna mawkifu yetu katika kufaa kuswali nyuma ya mujasima, kuto kufaa. Kulingana na itiqad. Lakini hatupu kwenye masaili ya kifiki. Tupo kwenye itiqad. Huo msimamo wetu nafikiri ni maarufu. Lakini kwa kipimo hichi ambacho chukamba alichokitoa huyu mvuta sigara. Kwa hivyo sisi tunachokisema nini? Tunachokisema kwamba hizi ikhtilafati ambazo kwamba za furuu al-fiqh ni ikhtilafati ambazo kwamba hazidhuru, wala hakuna ubaya mshafi kuswali nyuma ya mhanafi au ya maliki au ya mhambali, maadamu yule mtu la yukafaru bi bid'ati, hakufurishi kwa bid'a yake. Kama mtu kuitakidi tajsim na mfano wake, hilo ni swala lingine, lakini kwenye fiqhi la. Kwa hivyo hivyo hivyo, hili swala Shia wanafuta miguu katika kutawadhi, ndio wanafuta, wana hujja zao, ndio wana hujja tena kawia, si kama masala yamechukua bittashahi, hapana, ya wamechukua bil hujja, wana hujja yenye nguvu. Kwa hivyo bitali, kwa nini haya huku kwenye sufufi zetu za almadhahibu larba yafaa kufumbiwa macho, lakini hili huku na ikhtilafu, hizi huku huku zafaa, lakini huku ikhtilafu hii haifai. Kwa hivyo vivyo hivyo, hakuna ubaya kuswali nyuma ya mshia, hakuna ubaya kuswali nyuma ya mwibadhi, hakuna ubaya kuswali nyuma yoyote katika wafuasi wa almadhahibu alarbaa, madamu hawa watu ima awe mshia au mwibadhi au mmoja katika uh, wafuasi wa almadhahibu alarbaa si mtu ambaye kwamba ana bida ambayo kwamba yukaffaru biha, kama bida na tajsim tajsimi na mfano wake, na tabaan, Tukija kwenye masuala ya ufasik sisi, fasik haifai kuswali nyuma yake. Tuko sana tuko na hujja kawia kuswali nyuma ya fasik haifai. Katika watu ambao kwamba pia mafasik ni mtu mvuta sigara pia, kama huyu mtu alijibu swali hilo kwamba la kufaa kusema kwamba kuswali nyuma mshia haifai, pia kuswali nyuma yake haifai kwa sababu ni fasik. Mtu aivuta sigara, mshaona sigara ni haramu, kwa hivyo anayudawi maalaiha anakuwa ni ni fasik, la yajuzu salatu Eh, khalfahu idhan, hii ndo comments fupi ambayo kwamba sababu nimependa kuitoa, hata watu wasio wakachukua maneno yao mvuta sigara wakaifanya kwamba ni kwamba ni sheria. Tabaan ni mtu ambaye kwamba ni maarufu, yani kwa kutamka maneno kama haya ambayo kwamba yani maneno ambayo kwamba sijui, huwa anayesema kichuki ama huwa anayesema unajua, hii dini bwana, dini haitaki ushabiki, dini si ya mtu, hii dini ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe mtu kumchukia, wewe mchukie wewe kama hatuwezi control moyo wako kwamba umpende fulani na na umchukie la. Lakini kia masala ya ya ya, ya fiqh au masala ya kielimu, jibu kiuadilifu tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.